Mungu ni vute kwa kuka, hari bukwaku. Ndugu zangu, mwaka wa elfu mbili kumi na nne, 2014 ndilikuwa mwaka wangu ya kwanza kufika Kinshasa, nilipofika kwenye kwa aeroport nikaona viku wanauzisha mavitu, alikuwa nauzisha ma everyday mavitu fulani fulani, nikachukuaka hii ambayo mimi natia hapa chini. Na mimi nawaza ujumbe huu niliutumia kwa watu zamani kabisa, lakini siku zilizopita nilikuwa nikiangalia mafishe zangu, mambo bitu yangu nikaiona tena, mimi nasikia kuituma ingawaje, nasikia mwili unachoka, kazi nyingi, vita vya kiroho, vitu mingi, lakini kazi ya Baba ndaifanya tu kwa bidii tena ya na mimi ataendelea kunitia nguvu, kama vile Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, amen.